Habari yako, mimi ni Anna Shoma na ninafurahi kukutana na wewe tena kwa njia hii. Nimeona kabla mwezi huu wa kumi haujaisha, ambao ni mwezi muhimu kwa kutambua na kusherekea kazi za mwalimu na taaluma ya ualimu hapa duniani, nikushirikisha mambo matano tu ambayo nimejifunza katika ualimu wangu. Yako mengi, lakini ni matano kwa video ya leo. Sikia huru kushare kwenye uh, comment section baada ya wewe kujifunza kutoka kwangu, lakini pia uh, utasema umejifunza nini kutoka kwenye mambo niliyojifunza. Jambo la kwanza, nimejifunza sana uh, kuwa halisi. Uwalimu ni kitu ambacho kiko kwenye utaratibu fulani, eh, kufanya andalio la somo, kujifunza uh, nini unachoenda kuwafundisha wanafunzi, lakini kuingia darasani na kufundisha, ila namna ambavyo unakuwa halisi wewe katika maana ya kipaji chako na karama ambayo Mungu amekupa ya kufundisha na kuwashirikisha wanafunzi inaweza sana kukutofautisha wewe na mwalimu mwingine. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukaweka bidii kwenye kujua nguvu yako iko kwenye nini, kujua aa, ni vitu gani ambavyo ukivifanya vinawaweka wanafunzi karibu na wewe, lakini pia vinakupa kufurahia kazi yako. Kwa hiyo upekee wako ndio namna ambayo inaweza ikagusa maisha ya watu wengine. Kwa hiyo usijaribu hata siku moja kujilinganisha na mtu mwingine, jinsi ambavyo labda wanasimama darasani na kuongea, jinsi ambavyo wanatamka maneno, jinsi ambavyo wanaendesha uh, mambo yao katika kuhusiana na wanafunzi na katika malezi. Upekee wako ndio unaomvutia mwanafunzi kuona kwamba mwalimu huyu ni tofauti na mwalimu mwingine. Lakini jambo la pili ambalo nimejifunza kwa namna ya pekee sana ni umuhimu wa kujitunza. Walimu wajibu wetu mkubwa sana wa kulea wanafunzi ambao wanatoka kwenye a, maisha ya tofauti tofauti sana wengine wanatoka kwenye mazingira magumu wengine katika maisha hayo wanayoishi hawana watu wa kuzungumza nao, watu wa karibu. Wengine wana changamoto za mahitaji. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo kwa kutegemea mazingira ya kwako na uwezo ulionao, huwezi kutatua kila changamoto ya mwanafunzi. Kwa hiyo ni muhimu kukumbuka kujitunza, kwa maana ya unapopokea vitu vya kukuumiza, vitu vya kukusikitisha, vitu vya kukuweka chini, vitu vya kukatisha tamaa, unafanya nini katika kurejea kwenye hali yako ile. Uh, inaweza isiwe ya kawaida sana, lakini namna gani ambavyo unaweza kusimama na kutunza utu wako wa ndani ili uweze kuendelea kuwahudumia wanafunzi. Wanafunzi wana mabadiliko mengi sana wanayoyapitia ya kimakuzi uh, ya ki saikolojia ya kimwili, ya kitabia, na vitu vingine ambavyo vinatokana na maisha wanayoyaishi kutoka kwenye familia zao na jamii zao, lakini hata hasa kwa watu ambao wanaishi nao wanaokutana uh, nao pale shuleni. Kwa hiyo ni vizuri sana kukumbuka kuto kubeba kila kitu na kukiweka moyoni, vinaweza vikawa mzigo na ukachukia kazi yako. Kwa hiyo, mwalimu, ni vizuri sana ukajitunza. Jambo la tatu ambalo nimejifunza uh, ni kila mara, jifunze jiongezee maarifa, na si lazima iwe katika misingi ile ya katika eneo la taaluma yako. Na nikisema katika eneo la taaluma yako, sio kujifunza tu namna ya kuingia darasani na kusimama, namna labda ya kuweka andalio la somo, namna labda ya kufanya uh, tathmini kwa wanafunzi na mambo mengine kama hayo. Jifunze kila siku kwa habari ya mambo mbalimbali yanayoendelea ulimwenguni, mambo mbalimbali ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Jifunze vitu vingi kwa habari ya labda fedha na uwekezaji. Jifunze vitu vingi ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kwanza kubadilisha na kuboresha maisha yako, lakini pili vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuendelea kuwajenga hawa wanafunzi ambao unawalea kila siku si lazima ujifunzaji huo uwe katika njele rasmi, labda umekwenda kwenye masomo ya ziada, e, ya kuongeza digrii nyingine au kupata cheti cha namna fulani. Lakini kuna vitu vingi ambavyo ukidhamiria kila siku kutenga nusu saa, kutenga dakika 45, kutenga saa moja kujifunza kwa habari ya maendeleo yako binafsi, wewe kama binadamu, itakusaidia kufungua ufahamu wako na kuweka upana wa vitu ambavyo uh, vinakukabili na jinsi ambavyo unaweza vikawasaidia watu wengine katika maisha yao. Lakini jambo lingine pia ambalo ni muhimu sana kulikumbuka ambalo limenisaidia sana na mimi, omba msaada. Jambo la nne, kumbuka kuomba msaada pale ambapo inabidi. Nimejifunza kwamba mimi kama mtu binafsi, kama mwalimu, siwezi kujua kila kitu. Siwezi kuwa na uwezo wa kufanya kila kitu kila wakati. Kuna wakati ambao unaweza ukalemewa kama binadamu, lakini kuna wakati ambao kuna vitu vinakuja labda huvifahamu au unavifahamu lakini huwezi kuvifanya kwa uzuri fulani ambao kama ungehitaji uh, msaada wa mwalimu mwingine akusaidie. Kwa hiyo omba msaada kufundisha baadhi ya topic. Omba msaada kutatua baadhi ya changamoto za wanafunzi, omba msaada katika kila namna na katika kila hali ambayo unadhani inaweza ikakurudisha nyuma na hata ikakupelekea kuto kuwatendea haki wale ambao unawahudumia, lakini tusio wanafunzi, hata mahusiano ya wewe pamoja na uh, walimu wenzako katika uh, ile jamii yako ulionayo. Kwa omba msaada kuandaa baadhi ya ya masomo au baadhi ya topiki ambazo ya hauko na umahiri nazo wakusifanya, omba msaada wa kupata mrejesho wa mtu ambaye anaweza akakutazama darasani unafundishaje au unafanyaje kile kitu ambacho umekuwa ukikifanya kwa mazoea, na anaweza akakwambia, ah, labda ungefanya hivi ingekuwa bora zaidi. Omba msaada wa jinsi ya kuhendo vitu mbalimbali mbali, eh? vitu kama nilivyosema vinabadilika, lakini huwezi kujua kila kitu. Kuna watu wanajua vitu vingi kuliko ambavyo wewe unajua, sio dhambi na haitakuondolea uh, thamani yako kujifunza lakini pia kuomba msaada. Jambo la tano na la mwisho, kumbuka kila wakati kupata maarifa na kufuatilia mabadiliko ambayo yanaendelea kwenye sekta ya huduma yako, sekta ya ualimu, lakini na sekta nyingine ambazo zinaambatana na au zinaendana na sekta ambayo unaifanyia kazi ya ualimu yako mambo mengi. Kuna mabadiliko mengi ambayo yanafanyika, kuna sera, kuna miongozo, kuna taratibu mbalimbali mbali, ambazo zinafanyiwa mabadiliko kila mara, lakini nyingine labda ni vitu ambavyo wewe unaweza ukaona labda hakijafika katika hali ya kuwa sera, lakini yawezekana maoni yako mapendekezo yako yanaweza yakaleta baadhi ya mabadiliko ya ki, uh, utendaji katika mazingira yako. Kuto kujua utaratibu sio sababu ya kukwepa adhabu au um, consequences flani ambazo zinaweza zikaambatana nazo, na hasa kama labda ndo unaingia kwenye taaluma ya ualimu, vitu vingi ambavyo vinafanyika au vinaweza vikawa overlooked. Sio lazima uwe ukifahamu, lakini ni vizuri kama una taarifa nacho ukakifanyia kazi na ukaendelea kuboresha kila namna unavyojua. Wewe umejifunza nini? Karibu kushea uzoefu wako na tuendelee kujifunza pamoja. Usisahau ku na kukoment hapo chini kwenye comment section. Asante sana.